Mafanikio hayaishii kwenye uwezo wa mtu. Kuna mifumo inayotakiwa kubeba kila hatua na kila eneo la mafanikio ulionayo, zinaitwa support systems, iko sita. Na mfumo wa kwanza ni mfumo unaokubeba kihisia. Unahitaji mahusiano yenye nguvu na watu wa karibu, ili popote unapopitia changamoto, wawe ni mfumo wako unaokubeba na wakurudisha kwenye mstari kihisia. Mfumo wa pili ni mfumo jamii, ni mfumo unaokubeba na kukupa nguvu kwenye jamii yako. Mfumo wa tatu ni mfumo wa kitaalamu, ni watu watakaokupa mwongozo, ujuzi na maarifa tofauti ambayo yatakusaidia kuendelea kusimama kwenye eneo lako ambalo limekufanikisha. Mfumo wa nne ni mfumo unaokubeba kivitendo, sio msaada wa maneno, sio msaada wa faraja au elimu. Hivi ni vitu ambavyo unahitaji watu wawepo wakusaidie, kukushikia kwa mikono na wakusogeze mbele. Mfumo wa tano ni mfumo unaokubeba kiuwajibikaji. Huwezi ukawa na mafanikio kama sio mtu unayewajibika. Na mfumo wa sita ambao ni wa muhimu sana, huu ni mfumo wa kiroho, ni mfumo wa kiimani. Hakikisha mifumo yako yote imekaa sawa, kwa sababu mafanikio bila mifumo iliyosimama hayana maana sana na wala hayadumu dumu.